Timu za utafutaji na uokoaji zimepata mabaki ya ndege ya aina ya ATR 42-500 turboprop iliyokuwa ikitafutwa, kwenye miteremko mikali ya Mlima Bulusaraung huko Sulawesi Kusini, na kuthibitisha kuwa ajali hiyo ilikuwa kusababisha vifo. Ndege hiyo, yenye usajili Papa Kilo Tango Hotel Tango, ilikuwa ikiendeshwa na Indonesia Air Transport kwa niaba ya Wizara ya Masuala ya Bahari na Uvuvi na ilitoweka kwenye rada tarehe 17 Januari mwaka 2026 wakati wa safari kutoka Yogyakarta kwenda Makassar. Ndege hiyo ilikuwa imewabeba ili watu kumi, wahudumu saba wa ndege na abiria watatu. Mabaki yaligunduliwa asubuhi ya Jumapili katika eneo la hifadhi ya taifa ya Bantimurung Bulusaraung katika kimo cha takriban mita 1353 juu ya usawa wa bahari. Mwili mmoja umeokolewa kutoka kwenye korongo lililo karibu, huku hakuna manusura waliopatikana hadi sasa. Inaaminika kuwa watu wote kumi walifariki dunia. Kamati ya kitaifa ya usalama usafiri imeainisha tukio hilo kama control flight into terrain, yaani ndege kudhibitiwa lakini kugonga ardhi au mlima. Ndege hiyo ilikuwa imefanyiwa matengenezo ya hivi karibuni ya engine na ilitangazwa kuwa katika hali nzuri ya kuruka kabla ya kuondoka. Vifaa vya kurekodi taarifa za safari, yani black boxes, bado havijapatikana huku uchunguzi ukiendelea. Zaidi ya watu elfu moja na mia mbili wakiwemo maafisa wa Basarnas, wanajeshi na polisi wanaendelea kufanya kazi katika eneo hilo lenye changamoto kubwa na lenye ukungu mzito. Operesheni za uokoaji na urejeshaji wa mabaki zinaendelea. Mamlaka zimeeleza rambirambi kwa familia za waathiriwa.